Wana wanahabari, Jeshi la Polisi Mkoa wa Morogoro linaendelea na majukumu yake kwa kufuata miongozo ya kisheria na ikiwemo doria mahususi za kuandaa mazingira salama kwa ajili ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu na utakaofanyika Oktoba 29 mwaka huu 2025. Wananchi wote ambao wamejiandikisha kupiga kura wajitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura. Jeshi la Polisi Mkoa wa Morogoro nawahakikishia kuwa usalama upo wa kutosha na, vyote ulizi na vyote vungifua, gopa, wa vyombo vyote vya ulinzi na usalama vimejiandaa vizuri kukabiliana na yeyote ambaye atathubutu kufanya vitendo vyovyote vya uvunjifu wa amani. Wananchi wema hawapaswi kuogopa mwonekano wa vyombo vyetu vya usalama, bali wachukue kama fursa ya kutimiza jambo hili la kikatiba. Mambo yanayozuiliwa ni pamoja na uhamasishaji wa maandamano, uhujumu wa, wa miundombinu ya uchaguzi uhujumu wa miundombinu mbalimbali, ufungaji wa barabara, ujeruhi au gasi ya aina yoyote au uhalifu wa aina yoyote ambao utasababisha uvunjifu wa amani au ambao utatafsiriwa kuwa ni jaribio la kuvunja au kuvuruga amani. Jeshi la Polisi Mkoa wa Morogoro linawaonya wale wote ambao kwa namna moja au nyingine watajaribu kutaka kufanya maandamano au kuzuia wananchi wema wasishiriki zoezi la uchaguzi la zoezi la kupiga upigaji wa kura watadhibitiwa kwa mujibu wa sheria na watachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria.